Swanga TV sauti ya maisha. Mapenzi hayahitaji kwenda kwa mganga kwa ajili ya kuchukua limbwata ili uweze kupendwa na mumeo. Ewe dadaangu ambaye uko kwenye ndoa, leo nataka nikueleze ya kwamba kuna vijitabia tabia fulani ambavyo ukivifanya kwa mumeo, kiukweli unamteka kuliko hata kwenda kwa mganga kwa ajili ya kumtilia hilo limbwata. Na hii ndio mada yetu ya leo. Tunazungumzia ni tabia gani ambazo zinamvutia mume wako ndani ya ndoa. Jina langu ni Hamza Shabani Lusambo, karibu sana katika kipindi hiki maridhawa, kipindi ambacho nataka ni kusaidie ewe dadaangu, uweze kujua ni tabia gani au ni mambo gani ni ufundi gani ambao unaweza kuufanya na ukakufanya wewe ukapendwa na mmeo kuliko hata kwenda kufanya uchawi au kufanya mambo yeyote kwa mganga. Tabia ya kwanza ni heshima ya dhati kwa mumeo, pamoja na ndugu wa mumeo, yaani wazazi pamoja na uh, watu waliomzunguka mumeo. Uh, leo nataka nikueleze ya kwamba mwanaume yeyote anahitaji heshima, anahitaji heshima agundue na akuone kwamba mke wangu ananiheshimu na heshima tunayoizungumzia sio jambo kubwa. Inawezekana heshima tunayoizungumzia ni ile tu ya kawaida. Mumewa anaporudi kazini, mpokee begi lake, mkaribishe kwa heshima na maneno matamu, ambayo kwa namna moja ama nyingine atahisi kweli, ni na mke ambaye ananiheshimu. Heshima pia inakwenda mbali zaidi, marafiki zako wajue kabisa kupitia vitendo kwamba huyu mtu fulani anamheshimu sana uh, mume wake. Mwanaume anapogundua kwamba unamheshimu kwa vitendo, kwa maneno, kikweli hana ujanja zaidi ya kuonesha mapenzi ya dhati, mapenzi ambayo kwa namna moja ama nyingine utayaona, na atakuongezea kabisa mapenzi dhidi uh, ya mumeo. Ili kuweza kupata uh, mapenzi ya dhati ndani ya ndoa, mheshimu mumeo, atakupenda bila khiana, na atakupenda bila kizingiti cha aina yeyote. Tabia ya pili ni kuwa mwaminifu na uh, kuwa muwazi katika kila jambo ambalo unalifanya ukiwa na mwanaume ndani, lazima uh, umuoneshe uaminifu wa hali ya juu, yaani kusiwe na ufichefiche wowote ambao uh, utamfanya yeye ahisi uh, uh, uh, kwamba mm, kuna kitu kinaendelea baina yako kwa mfano, simu umepigiwa simu, lazima simu ile iwe wazi, ajue ni nani ambaye anakupigia simu. Una marafiki kazini, una mabosi zako kazini, una watu ambao wamekuzunguka, lazima simu zako ziwe za wazi, lazima a, mawasiliano yako yawe ya wazi, ambayo hayawezi kumtia wasiwasi mume wako. Utakapo, utakapo kuwa mwaminifu, utakapokuwa muwazi wa mumeo na ukaondoa mambo mambo ambayo kwa namna moja ama nyingine yatamfanya mumeo aweze kuto kuwa na wasiwasi dhidi yako. Kiukweli utapendwa mapenzi ambayo hautoyasahau mpaka kufa kwako. Kuthamini juhudi zake ni tabia ya tatu ambayo unatakiwa kuwa nayo, mwanamke, ili uweze kupendwa na huyu mumeo aliyekuwa Uh, wanaume wanapitia mambo mengi sana, hasa katika harakati mbalimbali mbali za kutafuta maisha, wanakumbana na changamoto nyingi sana. Mwanaume anapofanya jambo ambalo unaliona kabisa, hata kama ni dogo au kubwa, lazima ulithamini lile jambo, lakini pia lazima umtie moyo kwa kile ambacho anacho uh, kifanya. uh, maneno yako yanaweza yakamfanya ajione uh, kile anachokifanya, haijalishi kina ukubwa namna gani anaweza akajiona uh, ni mtu wa pekee na ikampa kwa namna moja ama nyingine nguvu ya kuendelea kupambana kwa lile ambalo analifanya. Ukishathamini juhudi na ukamtia moyo, kiukweli moyo wa mwanaume unaweza ukakufanya wewe uh, uweze kupendwa uh, katika hali ambayo haujawahi kuifikiria katika maisha yako. Kujiheshimu, kujitunza na kujishusha ni miongoni mwa tabia ambazo zinaweza zikampelekea mumeo aweze kukupenda mapenzi ya yeah, dhati. Jitahidi sana katika maisha yako ya ndoa kujiheshimu, na mumeo ajue kabisa, mashallah, mke wangu anajiheshimu, mke wangu anajitunza. Lakini kubwa kuliko yote, jitahidi sana kujishusha hasa pale ambapo unapomwona mumeo labda anakuambia jambo fulani, usitake kupayuka pale ambapo unapomwona labda mmeo ana hasira, jishushe na ongea naye katika hali ambayo a, it, wanaume wanaamini wao ni nguzo ya familia. Utakapokuwa unampayukia mwana, mwanaume yani unaonesha kwamba e, wewe pia ni kijike ndani ya ndoa. Hakuna mwanaume ambaye anaweza kuvumilia hilo zaidi, ataona kwamba unamdharau, na mwanaume akisha uh, ingiza uh, dhana ndani ya moyo wako kwamba da, huyu mwanamke anataka kunipanda kichwani, anataka kunidharau, kikweli lazima kutakuwa na migogoro ndani ya ndoa. Ili kuweza kupata mapenzi ya dhati kutoka kwa mumeo ambaye naamini pia unampenda, jishushe, jitunze na jiheshimu, utakuwa umejenga uh, mapenzi au umejenga kitu kikubwa sana katika moyo wa mume wako wa ndoa. Ewe dada wangu uliyoko kwenye ndoa, kama ukizifanyia kazi tabia hizi ambazo tumeweza kuzieleza kwa pamoja, kiukweli, naamini hautokuwa na haja ya kukaa na kulalamika kwamba hupendwi. Mapenzi ya dhati yatakuja automatically kutoka kwa mumeo. Na mwisho ni kueleza ya kwamba moyo umeumbwa kumtendea wema au kumpenda mtu ambaye anautendea wema. Mtu huo mtendee wema mume wako kwa kuangalia Uh, haya mambo ambayo nimeyazungumza kwa kuwa na tabia hizi ambazo nimeweza kuzungumza na siku moja utakuja kunishukuru. Jina langu ni Hamza Shabani Lusambo mpaka wakati mwingine. Asante na kwa heri. Swanga TV. Sauti ya maisha.